Mimi kama mratibu kwanza, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna anavyotujalia. Tumekuwepo katika kambi hii, leo ni siku ya kumi na lengo letu tutafanya kambi kwa siku kumi na mbili. Kwa hiyo kambi inaenda vizuri na katika kambi hii tunashirikisha michezo mbalimbali ambayo inahusisha mashuleni ikiwemo mpira wa miguu netball, basketball, volleyball, handball, e, riadha fani za ndani table tennis na michezo kwa ujumla, lakini kambi yetu inaenda vizuri. Kama nilivyosema awali, Mwenyezi Mungu anatujalia, vijana wa wazima, hatuna matatizo mbalimbali labda ya kiafya, hatuna matatizo ya kiusalama, tupo vizuri. Lakini kwa maana ya vijana, wana ari kubwa, wanapambana viwanjani kama unavyoangalia kwa michezo mbalimbali, vijana wanajituma na wanafuata maelekezo ya walimu. Tuna timu ya walimu kumi na tatu na daktari mmoja kwa walimu ndio wanaofanya kazi kubwa ya kuandaa timu yetu ya wilaya, lakini pia pale tunapopata matatizo kuna daktari wetu wanatibu vijana. Kwa hiyo hizi timu zote zinapoendelea kufanya mazoezi haya zipo chini ya uongozi na uongozi wetu wa wilaya, tunafanya kazi kwa ushirikiano. Kwa kweli kambi inaenda vizuri, tunamshukuru Mungu. Kila mmoja kwa nafasi yake anashiriki vizuri, anapambana kwayo tunaamini sana tutafanya vizuri e. Tukiangalia kule Tabora, tunaenda kupambana na halmashauri nane ikiwemo Urambo na halmashauri zingine kama Kalia, manispaa Nzega, Igunga, Uyui na kadhalika. Mwaka jana tulishika katika ushindi wa jumla tulishika nafasi ya nne, lakini kwa maandalizi ambayo yanaendelea haya, tunaamini sana mwaka huu tutafanya vizuri kwa kweli. Tuna ari kubwa, tuna ari kubwa na mahitaji yetu yote tunapata, kama nilivyosema awali, mkurugenzi ametusapoti fedha kwa ajili ya ununuzi wa tracksuit za kuvaa vijana wetu. Mbunge wetu mheshimiwa Mama Margaret Sita pia ametusapoti e, pesa kwa ajili ya ununuzi wa tracksuit, lakini wadau mbalimbali pia wamekuwa natusapoti. Kwa kutokana na sapoti hizi ambazo tunazipata na jitihada ambazo zinafanyika kwa viongozi mbalimbali, makocha, wanafunzi na wadau wengine, tunaamini sana tutafanya vizuri <tuhi> na, Mungu akijalia kambi yetu ya mazoezi tutaifunga Jumamosi, lakini jumapili tutaondoka kwenda Tabora, jumapili ambayo itakuwa ni tarehe moja. Lakini tarehe mbili tarehe mbili mpaka tarehe sita itakuwa ni mashindano ya mkoa, na mashindano hayo yatafanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Tabora vulana na Tabora wasichana. Kwa hiyo kama nilivyosema, tumejipanga tumejipanga kufanya vizuri. Tarehe saba tunaporudi hapa kwa mapenzi ya Mungu, basi tuje na vikombe vingi kama sio vyote na kwa namna ninavyoona timu ilivyo naamini tu tutafanya vizuri. Na... tangia tumefika siku ya kwanza hapa kambini, tumekuwa na mwendelezo mzuri. Walimu wetu wameanza kupambana sana kadri ya uwezo wao kuhakikisha tunapata vitu vizuri ambavyo itaweza kukidhi mahitaji yetu ya kimwili, kiakili, hata pia hata chakula. Tunapata chakula kizuri sana kambini tukiwepo hapa hivi, maji ya kutosha, kila kitu, kila kitu kipo na tuna imani tuna, tumejiandaa vizuri kuelekea katika mashindano yetu ambayo yataanza tarehe mbili pale mkoani Tabora. Wana Urambo tunawaahidi ushindi, tunawaahidi tuna ushindi wa mshindi wa kwanza, kikombe cha mshindi wa kwanza. Maana mwaka jana tulifanya vibaya, tukachukua mshindi wa pili. Mwaka huu tunawaahidi kikombe cha mshindi wa kwanza, na mimi tutafanya vizuri kama wachezaji. Tunatanda kuwashukuru viongozi wetu kwa msaada aliotupatia vifaa, jezi na vifaa mbalimbali, kuwashukuru sana wachezaji kwa msaada wao upande wa timu yetu mpira wa miguu tumejiandaa vizuri, na pia tuna imani na walimu wetu, na pia tumejiandaa vizuri, na tukienda huko Tabora, tutarudi na vikombe vingi. Kwa hali ya kambi kambi, tunashukuru, tunaendelea vizuri, wachezaji wako vizuri, hatuna majeraha makubwa, yote ni majeraha tu ya kawaida, fatiki za kawaida na mchezaji labda mmoja tu ndo ambaye tunatarajia leo kufanya vipimo ambao ni golikipa wa timu ya football, ndo kidogo alikuwa anasumbua sumbuliwa, tumemtibia na lakini leo tutafanya naye, tutaenda hospitali kwa ajili kufanya vipimo. Otherwise wengine wote wako vizuri na tunaendelea vizuri. Kambi mazingira yako safi salama, chakula kipo vizuri. Upande wa dawa, dawa tunazo kwa kipindi cha kambi hii tunayo, na tunafanya maandalizi kwa ajili ya kupata dawa utakapoenda kwenye mashindano Tabora kule kuanzia tarehe moja, ila mambo mengine yote tunashukuru Mwenyezi Mungu tuko vizuri, vijana wako vizuri, wanayo furaha ya kutosha, afya ya kutosha, chakula kizuri wanapata, tunashukuru kwa kweli, kila kitu kiko vizuri. Warisia, kwa timu yangu imejiandaa vizuri sana. Tukiangalia fitness watoto wapo vizuri, skills wapo vizuri. Nachotegemea zaidi ni ushindi. Najua kule kwa level ya mkoa kuna ushindani mkubwa sana, lakini mimi napenda kuiahidi halmashauri ya yangu kwamba ni lazima turudi na vikombe vyote viwili kwa upande wa boys na girls. Lakini pia nimefurahi sana kwa upande wa mwaka huu tumepata support kubwa kutoka kwa viongozi na especially mkurugenzi, lakini pamoja na afsa elimu mara kwanza tukawa tunakosa vifaa kama jezi tunakosa mipira, lakini kwa mwaka huu wa Hamburai tuna mipira mitatu, tuna jezi pea mbili. Hivyo basi napenda kuahidi kuwa tutegemee ushindi, watoto wako vizuri sana. Ah, shukrani zangu napenda kuzipeleka kwa viongozi wote, wadau wa michezo, dio maafisa elimu, wakuu wa shule na walimu wengine wote waliojitoa kwa ajili ya kuchangia tracksuit, chakula, mipira jezi kwanza, tuna, tunashukuru. Alafu tunawaahidi wategemee ushindi kwa sababu ya mazoezi tuliyoyafanya tunajiamini. E, tunashukuru kwa hivyo walivyocana.